Imagine, uko peke yako katika msitu mkubwa. Ni asubuhi ya mapema. Jua halijachomoza kabisa. Unasikia upepo, majani yanatikisika, ndege wanapiga kelele zao za asubuhi. Lakini kuna kitu kimoja unakihisi. Muda. Kama vile kila sekunde ina maana. Kama vile kuna kitu kinaharakisha, kitu kisichoonekana, lakini kinakuendesha. Je, umewahi kujiuliza, muda ni nini hasa? Au ni nani anayefanya kila kitu kiwe na wakati wake? Leo nitakupeleka kwenye safari ya ndani, safari ya kugundua uhusiano wa muda, asili na akili, na namna vinavyoficha siri ya kifo na uwepo wa Mungu. Tukutane na bibi mmoja huko Njombe, anaitwa Bi Fatuma. Ana miaka tisini na saba. Anaishi peke yake kwenye nyumba udongo ya udongo iliyojaa picha za familia. Nikamuuliza siku moja, bibi, muda umeendaje kwako? Akacheka kisha akasema, mwanangu, jana nilikuwa binti, leo nimekuwa bibi kesho nitakuwa historia. Unaona, katika kichwa chake jana na leo vimeungana muda. Si kitu anachoweza kushika, ni kitu anachoweza kuhisi. Lakini sasa niambie, muda ni nini kama sio kumbukumbu? Ukisahau jana, muda uliopita hauna maana, na uwezi kuogopa kesho kama usingekuwa na akili ya kuitafakari. Asili inatuonyesha Mungu kila siku. Hebu tazama mti Unapanda mbegu inachipua, inakua, inatoa maua, halafu huangusha majani na kufa. Lakini je, ule mti hufanya haya kwa uamuzi wake? Hapana, anafuata ratiba isiyoandikwa, ratiba ya asili. Sasa fikiria, ni nani anayeamuru asili ifanye kazi hiyo kila siku kwa usahihi huo? Ni nani anayeamuru mwezi kuja usiku na jua kuchomoza kila alfajiri? Hapo ndipo unapogundua asili haijitawali inatawaliwa, na mtawala wake ni zaidi ya muda, zaidi ya akili, zaidi ya kanuni za fizikia. Akili yako ni ajabu kubwa. Unaota ndoto bila kujua zilitoka wapi. Unaweza kufikiri jambo la miaka kumi iliyopita ukalihisi kama limetokea sasa hivi. Mfano rahisi, fikiria kicheko Ukikumbuka tukio la kuchekesha miaka mitano iliyopita unaweza kucheka tena leo. Kwani tukio hilo limerudi? Hapana, ni akili yako imesafiri nyuma ya muda. Sasa jiulize, kama akili yako inaweza kurudi nyuma au kusafiri mbele bila mwili, basi ni sehemu gani yako inaishi nje ya muda? Hiyo sehemu ndiyo siri ya roho yako, na roho si ya mwili huu, ni ya mtoa roho. Kuna kijana aliitwa Shafi. Alifariki akiwa na miaka ishirini na tatu. Siku ya mazishi watu walilia, mamake alianguka kwa huzuni, lakini mtu mzee aliyekuwepo alikuja akanong'oneza, usilie kupita kiasi, mwanangu amevua koti la mwili tu, safari yake inaendelea. Je, yeah, ni kweli? Je, yeah, mtu anapokufa anakufa kweli, au wanabadilika kama mvuke unavyopotea angani? Asili imetuonyesha hakuna kinachopotea kabisa, na akili inatuambia, bado tunawaona wapendwa wetu kwenye ndoto, kwenye hisia, kwenye sala. Nenda ukalie pwani peke yako, angalia bahari. Huwezi kuona mwisho wake, lakini unajua ipo. Huo ndiyo mfano wa uwepo wa Mungu. Sio lazima umuone kwa macho, lakini kila kitu kinamshuhudia. Moyo unapopiga bila betri ndege anavyoruka bila mafunzo, mama anavyompenda mtoto kabla hajamwona. Hayo yote ni alama zisizosemwa, lakini zinaita mwangalia aliyetuumba. Na Qur'ani inasema, tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbingu na ndani ya nafsi zao. Fusilat 53. Leo kabla hujalala, funga macho, sikiliza mapigo ya moyo wako. Jiulize, moyo huu unadunda kwa amri ya nani? mawazo haya yanatoka wapi? na muda huu niliyopewa kuishi na utumia kufanya nini? Ukifikiria hayo kwa dhati, utamkuta Mungu si mbali, yupo ndani ya kila pumzi, yupo ndani ya muda, ndani ya asili na ndani ya akili yako. Lakini siri kubwa ni hii. Lazima utulie, usikie kwa ndani na ujifunze kuona visivyoonekana kwa jicho la kawaida.